Helo, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu ya Nahoda Creative. Katika somo letu la leo basi, tutaangazia kuhusu utangulizi wa color correction na color grading. Katika dunia ya video production, rangi si tu pambo, bali ni lugha ambayo inawasilisha hisia, muda, hata maana ya video. Kwenye somo hili basi, tutaangazia maana ya color correction na color grading, vile vile tutaangazia tofauti zake, umuhimu wake katika ubunifu, pamoja na zana kuu ambazo zinatumika ndani ya Adobe Premiere Pro. Na tukianza maana ya color correction, unaposikia tu color correction kwenye kichwa chako unajua, una, una tu ni mabadiliko ya rangi au marekebisho ya rangi. Kwa hiyo kimana unaweza ukasema ni hatua ya awali katika uhariri wa rangi. Kwa hiyo uhariri, tushazoea kusema sie ni editing. Kwa hiyo tunapo fanya uhariri wa rangi au unaweza ukasema ni hatua ya awali katika kufanya editing ya rangi. Lengo lake ni nini? Kuweza kufanya color correction, lengo kuu ni kuweza kurekebisha makosa ya rangi, mwanga pamoja na exposure yaliyotokea wakati wa kurekodi. Kuna makosa ambayo yanatokezea, kwa hiyo tunapofanya color correction basi tunaweza kuyarekebisha na tunahakikisha video inakuwa inaonekana kwa usahihi ndani ya macho ya mtazamaji, na tunatakiwa video yako isiwe rangi kali au vile vile isiwe na giza. Kwa maneno mengine, tunasema tunaleta uhalisia wa picha. Kwa mfano, kama video yako ina mwanga wa manjano uliopitiliza, yani uliopindukia, kwa hiyo tunatumia color correction kuweza kurejesha kwenye usawa na kuwa wa asili. Vile vile tunaposema maana ya color grading, color grading ni kitu gani? Kwa hiyo baada ya kufanya correction, yani color correction, hatua inayofuata ni color grading. Hapa tunatumia rangi kama chombo cha ubunifu. Tunaweza kuunda mood, atmosphere pamoja na style ya video. Kwa mfano, rangi zenye joto yani, tunaposema warm tone. Kwa hiyo rangi zenye joto zinakuwa zinaleta hisia pengine ya mapezi, furaha na na, wakati tunapo, tunapotumia rangi baridi yani, cool tones, hizi zinakuwa zinaleta hizi zinakuwa zinatengeneza hali ya huzuni, siri. Na tunaposema grading, yani color grading, hii inakuwa inafanya video yako isiwe tu sahihi bali ivutie, ishawishi, na iguse hisia. Twende tukaone tofauti kati ya color correction na color grading kiyo, kifupi, color correction. Kwa hiyo kiufupi tunaposema color correction hii inakuwa inaboresha video ili ionekane kama ilivyokuwa awali, yani ilivyokuwa kweli. Kwa hiyo hapa tunakuwa tuna tunawasawazisha exposure, contrast pamoja na white balance, lakini tunaposema color grading, color grading inakuwa tunabadilisha rangi kwa kusudio la kisanaa au kihisia. Kwa hiyo color correction inakuwa ni sayansi, lakini tunaposema color grading ni sanaa. Kwa hiyo wengi tunaweza tukafanya color correction na sio color grading. Tumeelewana hapo ah? Kwa hiyo kuna zana ambazo unaweza ukatumia kuweza kufanya color correction pamoja na color grading. Kuna zana muhimu ambazo unaweza ukazitumia kwenye color correction pamoja na color grading ni Lumetri Color. Lumetri Color kwenye Adobe Premiere Pro, hii ni zana kubwa ambayo inafanya kazi ya kuweka sawa rangi pamoja na mwanga ndani yake. Tutajifunza mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo nikija kwenye kwenye kwenye kala na nikifungua kwenye kwenye kala hapa, basi itakuja Lumetri Color panel. Kwenye Lumetri Color panel kuna mambo tofauti tofauti ambayo tutayazungumzia. Kwa hiyo tukianza na basic correction. Basic correction, hapa tunakuwa tunarekebisha exposure, contrast, shadow na white balance. Tukishuka chini, basi kuna creative tab. Hapa tunakuwa tunaongeza look au LUTs. Hapa tutakuja kuzungumzia kwenye masuala ya preset za, za looks pamoja na LUT kuweza kutengeneza video zetu za kitaalamu, na tukishuka chini hapa kuna curves kwenye Scopes. Hapa tunakuwa tunadhibiti uwiano wa mwanga na, na rangi kwa, kwa usahihi zaidi. Na mwisho tutazungumzia color wheel and match. Hapa tunakuwa tunaweka tuna, tuna usawa wa rangi kati ya shoti tofauti tofauti. Na tunaposema Lumetri Color hii inakuwa ni studio yako ya rangi ndani ya Adobe Premiere Pro, na vilevile vile, tukija kwenye kwenye scope hapa ni sehemu muhimu ambayo tunaweza tukaizungumzia. Kwa nini kwenye scope? kwenye scope unaweza ukafanya color grading au color correction. macho pekee hayawezi kukupa matokeo sahihi. Hapa utakuja kwenye kwenye scope na ni ni zana muhimu ambayo ya kitaalamu ambayo inakuonyesha takwimu halisi za mwanga na rangi. Kwa mfano, tukija ku, tuta, tutaona waveform monitor. Waveform monitor hapa inakuwa inatuonyesha namna gani ambavyo mwanga umesambaa, yani usambazaji wa mwanga, yani brightness kutoka juu hadi chini ya frame. Vile vile tut, tutaangazia vector scope. Vector scope hii inakuwa ina, hi, hi, inatuonyesha mwelekeo wa wa ukali wa rangi, yani tunasema saturation. Vile vile tuta tutangazia RGB parade. Hii inakuwa ina inakuwa inakusaidia ina ina kuweza kuona usawa kati ya rangi kuu tatu, ambayo kuna R ambayo ina, ni, ni red ni nyekundu. G ambayo inakuwa ni green, ni, ni ni kijani, na tunaposema B inakuwa ni blue. Kupitia scopes, hii inakuwa inakuhakikishia kwamba video yako iko sawa na inaonekana vizuri hata kwenye skrini yoyote. Umuhimu wa color grading, hapa nitazungumzia umuhimu kwa sababu wengi wao tunafanya color correction bila kufanya color grading. Kwa hiyo sasa baada ya kukupa utangulizi basi utafanya vyote viwili, na umuhimu gani kuweza kufanya color grading. Color grading ni muhimu kwa sababu inabeba hisia za video yako, vilevile inasaidia watazamaji kuhisi unachotaka kufikisha, iwe ni furaha, huzuni au hofu. Na hata kama video yako ni nzuri kimaudhui, bila color grading inawezekana ikaonekana ya kawaida tu ao tujitahidi kufuatilia madarasa ambayo nitafahamisha ili kuweza kuelewa utofauti wa color correction na color grading. Na hivyo ndivyo misingi ya color correction na color grading. Kwenye somo lijalo tutaangazia hatua kwa hatua jinsi ya kutumia Lumetri color kuhakikisha exposure na balance ya rangi. Usisahau kusubscribe, like, wacha comment kama unataka kujifunza zaidi kuhusu color grading ya ya, ya kitaalamu. Mimi naitwa Nahoda Creative.